Dawa ya mapenzi ya kumteka mwanaume wako asiende kwa mwanamke mwingine, naomba mnisikilize. Lakini pia hiyo inatumika kwa mwanaume kumteka mwanamke wake asiende kwa mwanaume mwingine. Wewe mwanamke, mwanaume wako akirudi nyumbani, tafuta vile viatu vyake ambavyo huwa vinanuka fungus. Viatu vyake vinavyonuka fungus, viloweke kwenye ndoo Vitikise, tikise mpaka ule uchafu wote wa fangasi ujai kwenye ndoo, alafu weka pembeni ya beseni, weka kwenye beseni lingine. Tafuta singleti na boksa za mwanaume wako zile chafu ziweke kwenye ndoo, zitikise tikise, zikamue, utoke ule uchafu, changanya na ule uchafu mwingine wa viatu vinavyonuka fangasi, viweke pembeni. Chukua majivu na masizi, changanya kwenye hayo maji Tikisa pata ule uvundo wenyewe unaonuka, halafu tumia kwa siku mara tatu, asubuhi kunywa mara moja, mchana kunywa mara moja, usiku kunywa mara moja. Ndani ya wiki kama hujafa, wanaume wako watakuwa wameisha kuelewa. Ukifa nitawapa maelekezo, atakuwa kuwa wazima. Kama hujafa, nitakuwa nimewapa maelekezo. Watu wengine wanakubonsolani.